Onyo, uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako. Nafikiri hii hali hili tangazo au sauti kama hii ulishawahi kuisikia maeneo fulani au pahala fulani. Ni kweli. Mwanaume anayevuta sigara huyu, huwa yuko kwenye hatari ya kupoteza uwezo wake wa kushiriki vyema tendo la ndoa. Na hii ni kutokana na sababu ya madhara yale yanayoachwa na uvutaji wa sigara. Kumbuka kwenye sigara kuna kitu kinachojulikana kama nikotini. Sawa, ambayo hii ni hatari zaidi kwako wewe mwanaume. Sawa. Kwanza, sababu ya kwanza ambayo nasema sigara ni hatari kwako wewe mwanaume ni kwamba hivi huenda kuathiri mishipa midogo midogo ambayo inapeleka damu kwenye mwili wako mzima, hasa kwenye eneo lako la, la viungo vya kiume. Sawa? Yaani kwenye maumbile yako. Hili ni tatizo kama wewe ukiendelea kuna kuvuta sigara. Na kama hujawahi kuvuta hebu acha. Pili, sigara huenda kupunguza oksijeni ya mwili. Na ikipunguza oksijeni ya mwili kumbuka, wewe mwanaume, ili upate u, upate hisia na maumbile yako yaweze kusimama zaidi, yanahitaji damu na hewa viingie kwa wakati na kutoka kwa wakati. Na kumbuka, mwanaume yeyote anayevuta sigara, mapafu yake yako hatarini. Kwa hiyo oksijeni lazima ipatikane kwa shida, ndo maana wengi hufa kwa vifua vikuu. Tatu, tunasema ni ile hali ya kuzidisha uwezekano wa magonjwa Sawa, kama vile magonjwa ya moyo, presha. Sawa, hii hali huwa inatokea na mapafu sawa, kutokana na uvutaji wa sigara, na haya magonjwa yakiongezeka, kumbuka we mwanaume, huwezi kushiriki vyema tendo la ndoa. Hivyo basi kama we unapitia hii hali, hebu chukua hatua mapema. Na sababu ya mwisho kwa nini na kuzuia wewe mwanaume kuvuta sigara, hii hupelekea upungufu, kupunguza uzalishwaji wa homoni ya kiume ambayo inajulikana kama testosterone. Homoni hii hali itakufanya wewe mwili wako uwe dhaifu, na mwili ukiwa dhaifu, tayari wewe mwanaume unapoteza sifa za kuwa mwanaume, na hapo ndo tunaposema wake zenu wanapiga simu, wanasema kuwa nina mwanaume ila mwaka wa pili sasa hajanishughulikia inavyotakiwa kuwa, na wanazungumza huo ndo uhalisia, wanazungumza juu ya changamoto zenu nyie mnaovuta sigara. kumbuka mwanaume kama umetafuta tiba ya muda mrefu ya kukusaidia wewe kuacha sigara, ingawa hilo ni tatizo la kisaikolojia ila, kuna baadhi ya matibabu ambayo unaweza ukatumia yakaenda kufanya detoxification, kuondoa madhara yaliyotokana na ule moshi wa sigara. Nitafute leo nikupatie suluhisho, ila usiache kufollow chaneli hii, kulike na kushare, kama unajali ili upate kuniona next season.